Uh, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida Bida online TV. Usisahau ku like ku comment ku share na kusubscribe channel hili, mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo uh, ni tarehe 13 siku ya Jumatatu mwezi wa 10 2025 sasa hivi uh, tunaenda ku discuss kiumbe ambaye anaitwa Quut. Jini huyu uh, nahisi walio wengi sana Uh, ni mpya masikioni mwenu lakini sifa zake zitawakonga nyoyo. Unajua kuna viumbe wazuri na viumbe wabaya duniani. Hata binadamu pia alivyo hivyo hivyo. Sasa mwanafunzi wangu ni kutoe shaka kabisa kwamba kiumbe huyu Bwana Quut uh, ana mambo mengi sana ambayo anaweza kuyafanya ukiacha na jambo la kumtajilisha mtu. Lakini Quut uh, ana uwezo wa kufanya mambo yoyote magumu kuwa rahisi. Ikiwa una changamoto yoyote ya kimaisha, umepitia wakati mgumu, upo vitani, upo kwenye ugumu fulani, basi yeye ana uwezo wa kukufanyia hilo jambo likawa jepesi zaidi, kwa urahisi, kwa stahiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia kujua chochote kile, yani kufanya upelelezi, kwa mfano kuna maaskari eh? Aa, kuna watu ambao wanataka kufahamu jambo fulani lifo, lipoje, jambo fulani linakaeje, jambo kwenye hiyo taasisi au hiyo tasnia, umenelewa bwana? kwa hiyo unataka kufahamu fika kabisa kuna kitu fulani na kihitaji lakini sifahamu je nifanye nini ili kukijua nifanye nini ili kukifahamu kukifanya nina biashara nataka nifanye lakini biashara hii faida zake zikoje ni kama hivyo yani mfano wake lakini kiumbe huyu anaweza akakupatia sifa kujiamini kujikweza yani ukiwa tu by automatiki na huyu kiumbe basi hivyo vitu vitakufata tu by automatiki lakini pia kufanya kupendwa na watu, mabosi zako, wakubwa zako, wafanya biashara wenzako, lolote unaloliongea wewe likawa jema, baya, jema, jema, jema zaidi. Si nimeeleweka hapa? Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, lakini pia mtu huyu ni wa kuumiza mno. Kiumbe huyu Kuti ni mkatili wa wakatili, kwa hiyo hata wewe ukiwa naye basi, mtu hawezi kukuletea shobo kwenye mali zako yani ukitokea tu unajulikana kabisa, huyu jamaa afai, huyu jamaa ni mafia, huyu mwanamke ni mafia, yaani ba automatic unakuwa hivyo. Ina maana huwezi kuchezewa wewe pamoja na familia yako, na una uwezo wa kufanya jambo lolote unalolitaka na litafanikiwa, chochote unachokitaka kitafanikiwa. Lakini pia utakuwa mtu mwenye nguvu sana. Ukiwa na huyo kiumbe, huteteleki kwa chochote, huteteleki na yoyote, iwe kampuni iwe taasisi iwe kikundi iwe mtu binafsi au vyovyote vile, basi huwezi kuteteleka kabisa. Na ijulikane kwamba gharama yake ni shilingi milioni kumi kiumbe huyu, lakini tupo katika ofa bayo ukiwa na kiasi chochote unaweza ukapatiwa kiumbe huyu na ukalipa kidogo kidogo, yaani kama loans, huku unaendelea kumtumia. Kwa hiyo ni jambo ize sana. Wewe mwanafunzi wangu, bado tupo kwenye ofa ambayo ukiwa unataka kiumbe, basi wewe utampata kwa bei rahisi mno na wala isipokuwa na shaka. Sasa, kiumbe huyu sharti lake ni nini hasa? Kwanza sharti lake ni moja tu, ambalo ukiwa na kiumbe huyu ukitaka kummiliki, unatakiwa uliweze sharti hilo. Sharti lenyewe ni kufanya mapenzi, yani usilale au isipite siku bila kufanya mapenzi, yani usipite siku bila kufanya mapenzi. Haijalishi mume, haijalishi mke, hawara, ex wako au nani, yani lazima ufanye mapenzi. Hilo ndo sharti lake. Tumelewana? Sasa ni madhara gani ikitokea kwamba siku imepita masaa ishirini na nne na hujafanya mapenzi? Yaani madhara yake ni epi? Hebu niweke wazi, wewe mwanafunzi wangu, mimi nataka uchague kilicho bora, na walio wengi waliochukua bidhaa kwangu, waliochukua viumbe kwangu, sharti ni hilo, aliwezi kupinduka. Yaani nikikwambia huyu kiumbe ana sharti moja, basi sharti lake ni hilo hilo, aliwezi kuongezeka na nikikwambia kiumbe huyo ana masharti mawili, matatu, manne ni hayo hayo, hayaongezeki. Kwa hiyo, huyu sharti lake ni moja na chakula chake ni udi au ubani, sawa. Huyu ni kiumbe ambaye amesilimu kutoka kwenye ukafiri kuja kwenye Uislamu. Kwa hiyo kipindi yupo katika ukafiri, haya ndiyo mambo aliyokuwa anayafanya. Kwa hiyo sasa na wewe unatakiwa ufate vile ambavyo yeye anavyotaka. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, ni kutoa shaka na hofu kwamba ikitokea hujafanya mapenzi kwa muda wa masaa ishirini na nne na yamepita, basi atachukua miongoni mwa watu unaowapenda, atawapoteza. Ina maana, atawakilwa. Tumeelewana, hiyo ndio ieleweke. Sasa wasiliana na mimi mwanafunzi wangu moja kwa moja kabisa, ukiwa unataka kiumbe huyu na mwingine yoyote kama umependa, ili uweze kupata uh, zile pete yake ipo na uweze kuifanyia kazi. Karibu sana mwanafunzi wangu, subiri somo namba mbili ili tu uweze kujua namna gani ya kuweza kumuita kiumbe huyu, ni simple sana, ili aweze kuwasili na uweze kumtumikisha. Lakini kama hupendi shortcut hizo au mtiririko huo, unaweza kunitafuta mimi moja kwa moja na ukapata pete yake na ukaanza kumtumikisha moja kwa moja. Sante. Babu Bidabida anapatikana Dar es Salaam, Yombobuza kwa mama Kibonge. Wasiliana nami kwa WhatsApp kawaida muda wote.